Njia tano za kuwafanya malaika wa Mungu wakusaidie. Kwa siku ya leo, utakwenda kuziangalia njia tano ambazo ukizitumia basi malaika wa Mungu atakusaidia kabisa. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza swali la na namna hii: je, ni njia zipi ambazo wakizitumia basi malaika wa Mungu atawasaidia wa, na wengi wameishia kugonga mwamba. Leo nimekuandalia njia tano za kuwafanya malaika wa Mungu wakusaidie. Tunajua malaika ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kutuhudumia. Malaika wako kwa ajili ya kutuhudumia, ndio maana unaweza ukakutana na tukio zito au ukakutana na ajali, ukashangaa kwenye ajali hile unatoka ukiwa salama, mpaka unaanza kujiuliza uliwezaje kutoka kwenye tukio lile Kumbe Mungu aliwatuma wa malaika wake ili waweze kukusaidia. Sasa zipo njia tano ambazo ukizitumia malaika wa Mungu atakusaidia kabisa. Kabla tujaendelea na somo letu hili la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu, tunawaombea kwa Mungu awalinde awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya, lakini pia kama wendo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe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 Zifuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Zifuatazo ni njia tano za kuwafanya malaika wakusaidie. Njia namba moja, maombi. Maombi hii ni njia mojawapo ambayo huwafanya malaika wakusaidie. Unapokuwa mtu wa kufanya maombi, maombi huwa yana nguvu ya kufungua malaika kwa ajili yako. Unapofanya maombi Mungu huachilia malaika kwa ajili yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 12 na msari wa kwanza na kuendelea imeandikwa, panapo majira yale yale, Herode mfalme alinyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamilika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavai viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje, akamfuata, wala akujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika pale, alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. tunajifunza Ukisoma kwenye mstari wa tano imeandikwa, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa hiyo tunajifunza, maombi husababisha Mungu kuachilia malaika kwa ajili yako. Unaanza kuona hapa hapa Herode mara ya kwanza alimkamata Yakobo na kanisa likumomba, na, na kanisa lilipoacha kuomba Yakobo aliuliwa kabisa na Herode. Lakini herode akamkamata mara ya pili, akamkamata Petro, kanisa likaona umuhimu wa kuingia kwenye maombi. Biblia inasema kwenye mstari wa tano, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi, kwa bidii sana. Na baada ya kanisa kuomba Biblia inasema Mungu akaachilia malaika umbe maombi yana nguvu ya kumfanya malaika aweze kusaidia. Unapokua mtu wa kufanya maombi, manake yale maombi yako hufanya malaika wa Mungu aweze kusaidia. Ukisoma hapo, tuanza kuona Petro alizani kama anaona maono, lakini likuwa ni uhalisia. Ndio maana kuna muda unaweza kukutana na jambo zito kwenye maisha yako, yamkini ni ya ajali au ukakutana na janga zito kwenye maisha yako, lakini ukashangaa kwenye janga lile Mungu akakuokoa kabisa, nakutoa Mungu akawaachilia malaika, wakaja akawaciliamalaika mpaka ukaanza kujiuliza uliwezaje kupita kwenye ile tukio au uliwezaje kutoka kwenye ile tukio? Kumbe malaika Mungu aliachia wa malaika wake aweze kusaidia kwa sababu ni mtu wa kufanya maombi. Kwa hiyo maombi huwa yana nguvu kabisa, kwa unapokuwa mtu wa kuomba, maana yake Mungu atawaachilia malaika kwa ajili yako. Kwa hiyo maombi siku zote yana nguvu, ndio maana kupitia maombi ambayo ya unayafanya malaika wa Mungu anakuangalia. Lakini njia ya pili ya kuwafanya malaika wa Mungu wakusaidie ni kwa njia ya utoaji. Unapokuwa mtoaji, hii ni njia mojawapo ambayo inaweza ikafanya ikamfanya Mungu aweze kukusaidia. Sadaka ina nguvu sana ya kuwavuta malaika kwenye maisha ya binadamu. Ukisoma Biblia utamwona malaika alimtokea Kornelio kwa sababu alikuwa ni mtoaji wa sadaka mzuri na alikuwa ni mwombaji mzuri. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya kumi na mstari wa kwanza hadi wa tano imeandikwa, nukuu: palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akiingia na kumwambia Kornelio akamtazama sana akaogopa akasema kuna nini bwana akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na uwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwayo Petro. Tunaanza, kujio, tunaanza kuona Kornelio alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mchaji wa Mungu, alikuwa anatoa sadaka yake na anafanya maombi sadaka yake ikafika mbele za Mungu na sadaka yake ilifanya Mungu aachilie malaika kwa ajili ya kumletea taarifa na mambo ya kufanya. Kwa hiyo sadaka yako ina nguvu kubwa sana ya kuwavuta malaika wa Mungu. Nataka nikufundishe kitu kinginecho Kwenye ulimwengu wa giza watu wamekuwa wame wakitoa sadaka na zile sadaka huwa zinavuta majini kwenye maisha yao, na yale majini, mtu anaweza kaenda kwenye, kwenye upande wa giza anaweza akatoa sadaka. Ndio maana ukienda kwa mganga, mganga anakwambia njoo na sadaka, ile sadaka unapokwenda kuitoa, manake yale anayavuta majini. Kwa hiyo sadaka ina uwezo wa kuvuta, inategemea hiyo sadaka umeitoa wapi. Ukiitoa kwa Mungu, sadaka yako ina uwezo wa kuvuta malaika kuja kwenye maisha yako, lakini sadaka ambayo unaitoa kitoa kwenye, kwenye, kwenye upande wa giza inaweza ku ya kuvuta majini ambao ni wale malaika walioasi, ikavuta majini kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua, sadaka siku zote huwa ina nguvu kubwa sana kwenye maisha ya binadamu. Ndio maana sadaka ya Kornelio ilivuta, ilisababisha malaika akamtokea Kornelio kwa sababu ya sadaka na maombi yake aliyokuwa anayafanya. Lakini njia ya tano ya, ya tatu ya kuwafanya malaika waweze kusaidia ni wito ambao Mungu ameweka ndani mwako. Wito huwa ni ile kazi ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Wito una nguvu kubwa sana ya kuwafanya malaika wa Mungu waweze kukudumia. Mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyatambua: sio, sio kila moja ataona malaika kwa sababu ya kufanya maombi, sio kila moja ataona malaika kwa sababu ya utoaji wao wa sadaka. Kuna watu wanaona malaika kwa sababu ndani mwao Mungu ameweka kazi kubwa ya kufanya. Malaika wa Mungu alimtokea Mariamu sio kwa sababu Mariamu alikuwa ni mwombaji sana au sio kwa sababu Mariamu alikuwa ni mtoaji sana, Bali Mariamu ali, ba, bali alimtokea kwa sababu Mungu aliweka kusudi ndani mwake, aliweka kusudi kubwa la kuleta ukombozi duniani. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kwenye Biblia, Mungu aliachia malaika, malaika alimtokea Mariamu kwa sababu alikuwa ndani yake, Mungu ameweka wito ndani yake, ndio maana malaika alimtokea Mariamu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakatokewa na malaika kwa sababu ndani mwao Mungu ameweka wito wa kufanya. Lakini sababu namba nne a, ya kuwafanya malaika wakusaidia ni neno la Mungu. Siku zote neno la Mungu ni uh, au taya neno la Mungu, neno la Mungu lina nguvu kubwa sana ya kuwavuta malaika wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu la kutosha kuwafanya malaika wakusaidie sana. Lakini njia ya tano ya kuwafanya uh, malaika waweze kusaidia ni kutambua uwepo wao. Unapotambua uwepo wao kwenye maisha yako ni rahisi sana wao kukusaidia siku zote. Jambo ambalo hutambui umuhimu wake haliwezi likakusaidia, lakini ukitambua umuhimu wake vitakusaidia. Kwa hiyo unapokuwa unatambua kuna uwepo wa malaika wa Mungu kwenye maisha yako, jambo hili nitakufanya au nitawafanya malaika waweze kukusaidia. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama umependa video hii na umejifunza zaidi basi hakikisha una like video hii na kisha una komenti nimejifunza zaidi. Mungu akubariki. Pia wewe ambao utatumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu hitaji la moyo wako. Nikutakie wakati mwema.